Mwisho wa siku ndugu zangu, hii naomba message ifike, iwe message send. Siku zote tumekuwa tukiandaa mkutano, tunawaleta wasanii kutoka Dar es Salaam kwa ajili ya kuja kutoa burudani kwa wapiga kura, si ndio hivyo? Lakini ndugu zetu wakaanza kuongea maneno, wakisema kwamba Baba Levo bila wasanii hawezi kujaza uwanja Wamesahau kwamba mimi mwenyewe ni msanii tosha. Em, naomba amen, naomba amen. Leo tumejaza bila msanii yoyote, lakini mkutano unaokuja mkutano unaofuata namleta ndugu yangu mdogo wangu wa kuitwa Chino wanaman Chino ebane wa mbinguni, jina lako litukuzwe, takalo lifanyike duniani kama mbinguni, tupe leo riziki zetu, utusamee makosa yetu kama tunavyosamee waliotukosea, kama tunavyosamee waliotukosea. Najiuliza hawataki tuenjoy, situfurahi? Wakiona tunajidai wananuna, kama vile wanatudai Tupe majumba thamani magari nane nane ngani wake wazuri wa kifani, ila situchiti kichiti jamani, si wasiki. Mwisho wa siku ndugu zangu, hii naomba meseji ifike, iwe message send. Siku zote tumekuwa tukiandaa mkutano, tunawaleta wasanii kutoka Dar es Salaam kwa ajili ya kuja kutoa burudani kwa wapiga kura, si ndio hivyo? Lakini ndugu zetu wakaanza kuongea maneno, wakisema kwamba Baba Levo bila wasanii hawezi kujaza uwanja Wamesahau kwamba mimi mwenyewe ni msanii tosha. Hebu naomba amen, naomba amen. Leo tumejaza bila msanii yoyote, lakini mkutano unaokuja, mkutano unaofata, namleta ndugu yangu mdogo wangu wa kuitwa Chino wanaman Chino, ebane. Ote, ote, ote. Baba yetu wa mbinguni, jina lako litukuzwe, takalo difanyike duniani kama mbinguni, tupelo liziki zetu, utusamee makosa yetu kama tunavosamei waliyo tukosea vi kama tunavo samei waliyo tukosea natiuliza wa, awataki tulinjoi situfudai Wakiona tuna jidai, wananuna kama vile wanatudai, utupe majumba tamani, magari na nenane ndani, uke wazuri wa kifani, ila asituchiti jamani. Siwasikii.